na mstari wa kwanza mpaka hapo chini. lo waka ikawa, Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akapita Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawajulisha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 Kwa nini kubatizwa? Kwamba ni ishara ya kuonyesha ulimwengu kwamba wewe umekufa umezikwa, na papo hapo unafufuka na maisha mapya. Kanisa amen! Ni mungu anafanya hii, kwamba mtu anatangazia ulimwengu, ndugu na jamaa mjua maisha yake yale ya kwanza, yale maovu yale, baada ya kusikia habari njema na kukubali kumwamini Yesu Kristo. Sasa ishara ya kuthibitisha mambo hayo ni ubatizo, anaonyesha kwamba anakufa katika mambo yale ya kwanza, yale mambo ya dhambi, yale maisha yaliyochina utawala wa Shetani, ama hayo ameyafisha ndani yake tunakuzamisha kabisa mzima mzima, na zama. Vijana wengine zamani walifanya ungano ndani kwenye ubatizo, wasa, mimi sitazama nitafanya msuri. Vijana wengine tuka na vijana kule kwenye misheni yetu kule Buruka kulikuliwako na vijana machachali kule. Siku ya ubatizo wanaamizana nini, utaona vitu kwa vyana wanaamizana wakimzanisha anazama moja kwa moja.